And you know, as much as technology imetusaidia, squeeze you don't need to carry a Bible kwa kanisa, imetuletea distractions mingi. Unajua kitambo mtu angeingia kwa kanisa na Biblia, na usettle vizuri usome na notebook umalize uende. That is nice. Use your energy not to women not to alcohol, to praise the Lord. Hata ujamaliza kusoma, shetani ni nani? Ka message, ka WhatsApp, ka na pop pale juu. Atiniaje bro, nikona mzinga suka, so mtu ifanye justice. Na uko kwa kanisa sa, unajua unaonanganika, kila mtu ameiona, unaitoa mbio shintwe Ukitoka, shetani anakuandama hata hujatoka mbali. Ukitoka kwa kanisa, unatoa simu kwa mfuko na mtext: iza bro, nilikuwa kwa makelele. Ulikuwa unasema Distractions.